Hizi ndo dalili ambazo zinaweza kukuonyesha kwamba kinga yako ya mwili imeanza kushuka au kinga yako ya mwili ni dhaifu. Uh, dalili kama vile kutoka jasho usiku wakati wa kulala, unakuwa unatoka sana jasho. Lakini pia kingine ni kwamba unakuwa unapata uchovu pale umeamka, unakuwa mchovu, au ukiwa mchana umekaa, unaona si mwili mchovu, yani kila saa unaona mchovu. Lakini kingine ni kwamba nywele zako zinakuwa zinanyonyoka mara kwa mara. Eh, kitu kingine ambacho kitaonyesha kinga yako ya mwili kwamba iko chini ni kuumwa mara kwa mara, yani kila siku unakuwa ni unaumwa, lakini pia kuharisha mara kwa mara mara kwa mara eh, uzito kupungua basipo sababu yoyote, lakini pia kuvimba, yani hapa kwenye shingo kuvimba, eh, yani unatoka ma uvimbe, ma uvimbe ambayo hayaeleweki. Hizo zote ni dalili ambazo zinaonyesha kinga yako ya mwili iko chini. Kama nilivyosema kinga ya mwili kushuka haina uhusiano wowote na ugonjwa ambao wewe unaofikiria. Kushuka kwa kinga ya mwili unatokana na lifestyle. Yani vile vyakula na ule mtindo wa maisha ambao tunaishi, yani vyakula tunavyokula, jinsi tunavyolala, jinsi tunavyopumzika, chakula nani, maji tunaokunywa, vitu vyote hivi ndio vinapelekea kushusha kinga zetu za mwili, stress, hivyo vitu vyote vinasababisha kinga ya mwili ifanyaje ishuke. Kwa hiyo usikae unakariri kwamba kila mwenye kinga ya mwili iliyoshuka au mwenye dalili hizo basi ana dalili ya UKIMWI. Hapana, hizo ni dalili tu kuonyesha kwamba mwili wako unahitaji msaada. Yaani, ukiona una hizo dalili ni kwamba mwili wako unahitaji msaada kutoka kwako, kwamba msaada wa ufanye mazoezi, msaada wa ule vyakula vizuri, msaada upate muda wa kupumzika, msaada unywe maji kutokana na, yani, unywe maji ya kutosha kutokana na kilo zako, msaada wa kupata virutubisho mbalimbali mbali, uvi, uvile sawa, lakini pia virutubisho kutoka kwenye vyakula mbalimbali mbali, pia uvitumie na hivyo ndio utakuwa umeusaidia ule mwili kupandisha kinga, na hayo hizo dalili zote kufanyaje, kukimbia au kupotea. So ni jukumu lako wewe kuamua unataka kupandisha kinga za mwili au umezoea mwenyewe kuishi hivyo hivyo. Ushauri wangu pandisha kinga zako za mwili leo, ili kesho isikulaze kitandani, kwa sababu utakapokuwa umelala kitandani utakuwa umepoteza vitu vingi sana unaugua hata hiyo hela ambayo unaitafuta sasa kwenye kibarua hautoipata. Hiyo kazi ambayo unailingia sasa hivi hautaifanya, kwa sababu mwili wako utakuwa hauna nguvu tena wa kuweza kufanya chochote. So ni jukumu lako wewe kupandisha kinga zako leo, pandisha kinga leo. Kama ujui jinsi gani ya kupandisha kinga zako za mwili, unaweza ukanicheki hapo kwenye namba yangu ambayo iko bayo, nikaweza kusaidia na kukupa program ambazo tumeziandaa kwa ajili ya watu kupandisha kinga zao za mwili.